Vyombo vya habari ni moja ya mihimili muhimu katika jamii yoyote ile vinavyofanya kazi ya kuhabarisha, kuelimisha, kuburudisha na kuchochea mijadala. Vyombo hivi ni pamoja na magazeti, redio, televisheni na mitandao ya kijamii ambavyo vina mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Kwa ujumla vyombo vya habari vina nguvu ya kuunganisha jamii na kuboresha ufahamu wa wananchi kuhusu masuala mbalimbali yanayoathiri maisha yao. Wanasema Samia shujaa wa amani, wakubaliana kuimarisha eh, diplomasia. Rais Samia afungua fursa uwekezaji. Faida na umuhimu wa vyombo vya habari katika jamii ni pamoja na kuongeza ufahamu, kuimarisha demokrasia, kusimamia uwajibikaji wa viongozi kuunganisha jamii kuburudisha na kupumzisha akili kuongoza na kuelimisha kukuza uchumi kuhamasisha mabadiliko chanya kulinda na kuendeleza utamaduni. Tanzania hii leo inaadhimisha siku ya uhuru duniani, ambapo maadhimisho hayo yanatembea na kauli mbiu isemayo, uhabarishaji kwenye dunia mpya, mchango wa akili mnemba katika uhuru wa vyombo vya habari. Maadhimisho ya siku hii yamefanyika jijini Arusha, mgeni rasmi akiwa ni Waziri Mkuu wa Tanzania, Kassim Majaliwa, ambaye ametoa wito kwa waandishi wa habari nchini kutumia akili mnemba kama nyenzo ya kuwawezesha kutekeleza majukumu yao ipasavyo na sio kikwazo cha uhuru wao, ikiwa ni pamoja na elimu ya uzalishaji, ujasiriamali, maendeleo ya jamii. Haya ndio maeneo ambayo sisi tunayaangalia. Lakini vyombo vya habari vimekuwa na nafasi kubwa katika kulinda na kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, na vinachangia sana kwa kiasi kikubwa katika kuijenga taswira chanya ya taifa hili. Hatua tuliyofikia leo katika nchi, huwezi kutenganisha maendeleo ya taifa hili na vyombo vya habari, kwa sababu mtu aliyoko Lindi anajua mafanikio ya Arusha, anasikia mafanikio ya Mara, anasikia mafanikio ya Kagera, anasikia mafanikio ya Iringa na kule Rukwa Katavi anajua kabisa kwamba nchi hii inapata maendeleo kutokana na vyoo mchango wa vyombo vya habari kwa kuhabarisha umma ya matukio yote ambayo yanaendelea. Vyombo vya habari viendelee kutoa taarifa mbalimbali za maendeleo ya nchi hii, na kama kweli tutazingatia uzalendo, weledi, maadili ya taaluma ya uandishi wa habari, utamaduni, mila na desturi za nchi yetu, tutafanikiwa sana na tutapata maendeleo makubwa, na sina mashaka, kwa sababu leo tumeweza kukaribisha mataifa jirani ndani ya bara la Afrika, tumekaribisha mataifa ya nje kwenye kongamano hili. Na kwa hiyo kila mmoja atatoa uzoefu wake, sisi tutapata yale muhimu, yale yanayofanana na utamaduni tulionao ndani ya nchi na kuyafanyia maboresho kwa mujibu wa utamaduni tulionao wa nchi yetu. Na kwa hiyo katika kufanya kazi yetu tulengi zaidi kutoa habari zilizo sahihi na ambazo zinakwenda kuifanya jamii iweze kufanya vizuri zaidi wakati wote, na tuzingatie ukweli wa taarifa zetu. Amesema serikali ya Tanzania inatambua na kuthamini mchango mkubwa wa vyombo vya habari katika maendeleo ya taifa. Kwa kupitia vyombo vya habari imeweza kuwahabarisha wananchi kuhusu shughuli na mipango ya serikali, kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika shughuli za kimaendeleo. Ndugu wanahabari, serikali yenu inatambua na kuthamini mchango mkubwa kama nilivyosema kwenye salamu za viongozi, nasi wasaidizi wa viongozi hawa wakuu tunawahakikishia kuwa tutafanya kazi pamoja na nyie na kupitia vyombo vya habari tutaweza kuhabarisha wananchi wetu shughuli mbali mbalimbali mipango mbalimbali mbali ya taifa hili, lakini kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika shughuli hizi. Na vyombo vya habari vimekuwa sehemu kubwa katika kutoa elimu kwa wananchi, kama alivyosema awali Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Profesa Palamagamba Kabudi, akasema akili mnemba isiwafanye waandishi wa habari nchini wakafubaa. Mimi naonea wivu sana. Mimi nilipoanza waandishi wa habari tulikuwa tunatumia kutuma habari kwa simu, telephone. We're using telephone we using to file our news from wherever we are. simuiooe kwa hiyo tulijifunza kutumia maneno kama alpha, beta, eh kamaabuemaa anajuai a alpha, anajua ni A. Na ilipokuja Telex ikafungwa Kilimanjaro Kilimanjaro hoteli, yalikuwa ni mapinduzi makubwa kweli. Kwa sababu kwa mara ya kwanza sasa tulianza kupata habari moja kwa moja kupitia Telex kutoka AFP Reuters, eh, na, na mashirika mengine ya habari. Na ilipokuja fax yakawa ni mapinduzi makubwa zaidi. Nyinyi mmepiga hatua kubwa leo katika uandishi wa habari, lakini teknolojia isiwalemaze mkadhani teknolojia ndio kila kitu. Bado hata hii akili mnemba imetengenezwa na binadamu, inakusanya maudhui ambayo binadamu wameyaandika na kuyaweka. Kwa hiyo changamoto kubwa ya sisi wa Tanzania ni kuandika mambo hayo kwa wingi. Gerson Msigwa ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Ametumia fursa hiyo kuwapongeza waandishi wa habari kwa kuendelea kupambania matumaini ya wananchi. Leo kwetu ni siku muhimu kwa sababu mwandishi wa habari mnyime kila kitu lakini mpatie uhuru wake kama mwandishi wa habari. Mnyime kila kitu lakini usimnyanyase kwenye majukumu yake ya kazi kama mwandishi wa habari. Na mimi nayazungumza haya kwa sababu nimeyaishi. Naomba kuchukua nafasi hii kuwapongeza waandishi wa habari wenzangu kwa kuendelea kufanya kazi katika mazingira hayo. Nawapongeza waandishi wa habari wenzangu kwa kuendelea kulinda matumaini ya uandishi wa habari. Changamoto ni nyingi, hatari ya kukata tamaa ni kubwa, na waandishi wa habari kama muhimili wa nne usio rasmi, tukikata tamaa tutakuwa tumepoteza matumaini ya wananchi, na nyie mnaendelea kupambania matumaini ya wananchi. Vyombo vya habari vina umuhimu mkubwa katika jamii kwa kuwa ni daraja kati ya serikali na wananchi. Hivyo ni muhimu kwa vyombo vya habari kufanya kazi kwa uadilifu na kufuata kanuni za kitaaluma ili kudumisha uaminifu na kuleta manufaa kwa jamii. Zaituni Mkwama, Daily News Digital. <mucho>